Audhu billah min alshaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni sana, karibuni sana katika ufunguzi wa taasisi yetu ya Thaqalayn. Wapendwa akina baba, akina mama, na wote wenye haja ya kujifunza, na wote wenye haja ya kutaka kujua mambo ya kiafya na wote wenye haja ya kutaka kujua mambo ya lishe, na wote wenye haja ya kutaka kujua mambo ya malezi, wote wenye haja ya kutaka kujua mambo ya kitamaduni, wote wenye haja ya kutaka kujua ni namna gani ulime, ni namna gani uzalishe, mambo madogo madogo yatakayokufaa katika maisha yako wewe, pamoja na watoto wako. Karibuni sana kwenye taasisi yetu hii ya Thaqalayn. Taasisi ya Thaqalayn ni taasisi mpya kabisa ambayo imefunguliwa katika nchi yetu hii ya Tanzania. Inajishughulisha na mambo mbalimbali yakiwemo hayo ambayo niliyoyaashiria kwa msisitizo. Inatoa elimu, inashughulika na mambo ya kitamaduni, inashughulika pia na mambo ya tiba asili. Ukitaka kujifunza ukiwa ni mgonjwa jiandae, ili uweze kupata huduma katika taasisi yetu hii ya Thaqalayn. Taasisi ya Thaqalayn itatoa mafunzo katika njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ya masomo ya kuingia darasani, mwalimu anakuja anakufundisha, kama utakuwa maeneo ya Dar es Salaam, na kwa baadaye vitafunguliwa vituo mbalimbali pia masomo kwa mfumo wa kuingia darasani haya, pia yatasambazwa katika mikoa mbalimbali ambapo zitakuwa zikipatikana branchi zetu. Lakini zaidi ya hapo kutakuwa na masomo kwa njia ya online. Haya masomo yatakuwa yakitolewa, mtajifunza mambo mengi, mtafaidika vitu vingi, mtajua namna gani mama mzazi unaweza ukaandaa lishe bora kwa ajili ya watoto wako na vijana wako. Na katika masomo haya vinazingatiwa vitu vingi, lakini zaidi kuna masharti mbalimbali ambayo yapo, na haya masharti mnaweza mkayajua pale tu mtakapokuwa mkiwasiliana na sisi kupitia vipeperusha. Tiba asili ndiyo programu ambayo tumeanza nayo kwa sasa, na programu zingine mbele ya safari zinakuja. Mtaombwa kwa namna moja au nyingine mjielekeze zaidi kwenye mambo ya tiba asili kwa sababu tiba asili ni miongoni mwa mambo ambayo tumeyasisitiza na kuyapa kipaumbele kulingana na matatizo ya kijamii. Magonjwa ndani ya nchi hii yamekuwa ni mengi mbalimbali mbali, tofauti tofauti. Tiba asili kupitia taasisi ya Thaqalayn ndiyo mkombozi wako ewe Mtanzania, ewe mwanajamii unayetusikiliza kwa namna yoyote ile, wacha shughuli zako, tenga muda wako, hakikisha umewasiliana au umekuwa na mafungamano na taasisi hii ya Thaqalayn. Taasisi hii anayesimamia kutoa mafunzo ni mwalimu mtaalamu mwenye PhD katika mambo ya tiba asili, lakini pia katika mambo ya udaktari wa kawaida. Ni mtu pia ambaye ni msomi mkubwa ana experience kubwa sana katika kusimamia mahospitali makubwa, makubwa, ambaye si mwingine anaitwa ni Dr. Said Ali Mimari. Utamjua zaidi pale ambapo utakapokuwa umekurubia au umejisogeza katika taasisi yetu hii ya Thaqalayn. Lakini pia tunaomba tukupashe habari nzuri, mafunzo ya tiba mlango wake umekushafunguliwa ukitaka kujiunga, kuna fomu zetu ambazo hivi karibuni zitasambaa maeneo tofauti tofauti. Kwa atakayepiga simu kwa namna moja au nyingine, atapata maelekezo kwamba ni vipi na kwa njia ipi fomu hiyo ya usajili itamfikia. Karibuni sana katika taasisi yetu. Moja katika malengo ambayo yamepelekea tujielekeze kwenye tiba asili Hebu sikiliza kwanza, gharama yake ni nafuu. Mbili, tiba asili, unapata matibabu ya mwili na matibabu ya kiroho. Faida gani hiyo? Faida kubwa mno. Lakini zaidi ya hapo, huo ni urithi na ni mirathi ambayo tumeipata kutoka kwa wazee wetu. Mbona wazee wetu walikuwa, ili uweze kutupata zaidi kwa ajili ya kujifunza zaidi na kufaidika zaidi, tutakuomba urejee peji zetu, na kuna linki tofauti tofauti ambazo zitasambaa katika mitandao ya kijamii ikakufikia, utakuwa umepata fursa ya kujiunga. Asanteni kwa herini.